Tumaini letu jamani, leo tunasherehekea fumbo kuu la mwana wa Mungu kuchukua mwili wa binadamu aliyekuwepo tangia mwanzo. Leo kupitia kwa mama Bikira Maria anazaliwa, neno amefanyika mwili, anakaa kwetu na tutaona utukufu wa Mungu umetushukia katika maisha. Inakuwa ngumu sana kuelewa fumbo la umwilisho, yaani Yesu kuchukua mwili, mwana wa Mungu kuchukua mwili ni ngumu sana kulielewa kwa mawazo yetu. Ili kuwaje? Ni kujishusha sana kwa sababu ya upendo mkubwa, amejishusha akanyenyekea, ili aje atuinue sisi tuwe tu karibu na Mungu. Tumepoteza urafiki na Mungu, tumepoteza kuwa wana, ila hali ya kuwa wana wa Mungu tumeshaipoteza. Mwana wa Mungu mwenyewe anakubali kushuka kwetu, anachukua mwili wa binadamu, anatuinua na kutupatia hadhi mpya na kutufanya watoto wa Mungu. Kristo tumaini letu, Kristo. Ili tuweze kutafakari vizuri, hebu mwenyewe fikiria, ni kana kwamba sisi tulipotenda dhambi kupitia Adamu na Eva, tuliweka bonde kubwa sana katikati yetu na Mungu tukaingia katika shimo kubwa sana ambalo hatungeweza kutoka sisi wenyewe, lakini Mungu mwenyewe anakubali kuja kututoa katika lile shimo ambalo sisi wenyewe tumeingia katika dhambi. Aliyefanya kosa ni mwanadamu, kwa hivyo atakayekuja kutukomboa lazima awe na asili ya mwanadamu lakini hakuna mwanadamu aliye mkamilifu ya kwamba ataweza kumwokoa binadamu mwenzake. Hata mwanabii, hakuna yule ambaye angekuwa amefikia mahali pa kumwokoa binadamu mwenzake. Ndiyo maana Mungu mwenyewe anakuja, anachukua ubinadamu wetu, kile ambacho hakuna binadamu ambaye angefanya, Mungu mwenyewe anakuja, anaweza kututendea, anatuinua na kuturudisha katika hadhi ya kuwa watoto wa Mungu. Kristo, amen. Ni kana kwamba mtu ameingia katika shimo. Yaani jamani sisi wote binadamu tulikuwa tumeingia katika shimo ambapo hatuwezi kujitoa katika lile shimo. Wote tuko ndani, tunaangamia, tunalia na tunahuzunika kule ndani. Lakini manabii wamekuja, wametuambia tumfuate njia ya Mungu, lakini bado tunaona kukiwa na ugumu fulani. Watu wamekuja. Musa amejaribu kuongea na wana wa Israeli lakini bado inakuwa na ugumu fulani wa kumwelewa Mungu na kuelewa upendo wake. Kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya mahangaiko na changamoto za kila siku, tukaanza kuona kana kwamba Mungu ametusahau. Mungu amemsahau binadamu, tunateseka na tumeachwa peke yetu. Wakati Mungu alishuka na utukufu wake katika agano la kale, wana wa Israeli waliogopa sana, wakamwambia Musa, inatosha, wewe ongea na Mungu kwa niaba yetu, lakini sisi hatutakaribia ule mlima, kwa sababu ya ile hofu wakati mwana wa Mungu atakapochukua ubinadamu wetu na kuzaliwa, yeye mwenyewe anakuja kama kitoto kichanga ili tusimwogope. Babu zetu waliogopa kumkaribia Mungu, lakini sisi Mungu anatuambia tusiogope wala. Mungu anapokuja kutuokoa, anapochukua ubinadamu, ni kana kwamba anatuvuta katika lile shimo tuliloingia kwa sababu ya dhambi. Lakini zaidi ya kutuvuta na kututoa pale, upendo mkubwa ni kwamba anakuja anaingia, anashuka katika uchafu wetu, anashuka katika kile ambacho tumeharibu. Sio kutuvuta tu. Manabii wamejaribu kutuvuta kutoka lile shimo, wameshindwa. Mwana wa Mungu anakubali kuingia katika lile shimo ambalo sisi wenyewe tumejiweka, anatuinua, anatutoa kutoka lile shimo. Leo hii hakuna binadamu ambaye anaweza kuteseka na aseme ya kwamba Mungu haelewi uchungu ninaopitia. Hata yule ambaye amefiwa, hata yule ambaye amekataliwa, hata yule anayeumwa ndani ya mwili wake, anapomwangalia Mungu anasema ya kwamba Mungu anaelewa kile ninachopitia, kwa sababu alichukua mwili akaishi kama binadamu. Kristo, tumaini letu, Kristo Mungu, amekuja kuchukua nafasi yetu. Anataka kukuambia wewe na mimi leo ya kwamba ninaelewa changamoto za kila siku. Kama Yesu angechukua ubinadamu, tungekuwa tunamuona Mungu akiwa mbali sana kama wana wa Israeli katika Agano la Kale. Tungekuwa tunamuona kama Mungu ambaye haelewi changamoto zetu, tungekuwa tunamuona kama Mungu ambaye haelewi shida zetu za kila siku. Lakini hata anayeomboleza, hata yule ambaye amechukiwa na kila mtu anaangalia Mungu na anaweza kuunganisha shida zake zote na Mungu. Kwa sababu gani? Amechukua ubinadamu wetu, akakubali kuwa kama sisi kwa kila kitu isipokuwa hakutenda dhambi. Na katika Injili ya leo, katika masomo haya ya leo, basi nini ambacho tunatakiwa kufanya? Tunaambiwa ya kwamba watu ambao kama sisi tumeishi katika giza tumeuona mwanga mkubwa. Watu ambao tumeishi kumtafuta Mungu, hapo somo la kwanza tunaambiwa watu ambao tumeishi kumtafuta Mungu leo hii tunaona mwanga mkubwa. Jamani, tatizo letu ni kwamba tunamtafuta Mungu katika starehe na mali zote za ulimwengu huu, na ndiyo maana tunakosa kumwona Mungu katika maisha yetu. Hebu mwenyewe fikiria kuhusu moyo wako, nadhani meshaona picha ya moyo pale, kuna picha ya moyo mtakatifu wa Yesu japokuwa hatuioni vizuri lakini moyo wa binadamu sio mduara. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe yeah. Mwenye hata vile tunavyochora lile umbo la moyo wa binadamu, tukilichora mahali fulani, kuna pale juu, kuna sehemu fulani ambayo badala ya kuwa duara inapinda kidogo, inashuka alafu inapanda. Tunaelewana jamani? Kristo tumaini letu, mbona mungu aliacha kuna sehemu fulani pale juu ambayo hajaifanya ikawa duara kamilifu? Mbona huku nyuma huku chini imezunguka, lakini pale juu inakuwa badala ya kuzunguka na kukamilisha ile duara, mbona Mungu anaacha sehemu ndogo ambayo pale haijakamilisha ule moyo? Bahati mbaya ni kwamba kila mtu ana hamu ya kujaza ile sehemu ambayo imepungua katika picha ya moyo. Katika kila mtu moyo wake kuna mahali pale juu ambapo pamepungua. Hata ukichora ile umbo la moyo kuna mahali pale juu ambapo pamepungua. Kila binadamu ana hamu ya kujaza ile sehemu ambayo yanaona imepungua. Wengine wanajaribu kuijaza kwa, kwa starehe za ulimwengu huu, wengine wanajaribu kuijaza kwa raha, kila kitu ambacho wanajaribu kujaza, lakini tunasahau ya kwamba aliyetuumba, ile siku anakupatia moyo, ile sehemu ya juu inayobakia alibaki nayo mbinguni Kristo. Ukijaribu kuijaza na kitu kingine chochote, hautaridhika hadi ile siku utamwambia Mungu, nijaze pale ambapo we mwenyewe uliacha pakiwa wazi. Hiyo sehemu ndiyo Yesu anakuja kuchukua ubinadamu. Anatuambia, mumemtafuta Mungu mkaona kana kwamba yuko mbali. Ile sehemu ya juu ya moyo wa kila binadamu unayotafuta kuridhika, Yesu mwenyewe ndiye anayekuja kuijaza. Ndio maana mtakatifu Agostino kama sisi amejaribu kuridhisha moyo wake, amejaribu kuijaza ile sehemu ya juu inayopungua kwa starehe za ulimwengu huu, kwa masomo, kwa kujaribu kutumia akili ya kibinadamu, lakini bado akasikia kwamba amepungukiwa. Kwa sababu gani? Moyo wa binadamu ni mkubwa sana hivi kwamba utaridhika pale binadamu atakapomruhusu pa Mungu aingie na akujaze pale ambapo pamekosa ukamilifu. Kristo tumaini letu, Agustino alijaribu kujaza ile sehemu na starehe zote, yakashindwa. Mwishowe ndiyo maana namwambia Mungu, umetuumba kwa ajili yako, mioyo yetu haitatulia hadi ile siku ambapo itatulia kwako. Ndugu zangu, leo wacha kujaribu kujaza moyo wako na sehemu, am, ile sehemu na mambo ya ulimwengu huu. Mkaribishe huyu mtoto mchanga anayezaliwa leo aje ndani yako na aijaze sehemu ambayo umepungukiwa katika maisha. Kwenye injili Yesu anapozaliwa tunaona mambo matatu ambayo ni vizuri tujifunze kwake. Jambo la kwanza, wakati anapokuja kuzaliwa Maria na Yosefu wanaishi pale Nazareti Galilaya. Lakini mfalme anasema kwamba watu wote wahesabiwe katika ulimwengu ule. Yosefu anamchukua mke wake ambaye ni mjamzito, anaenda naye hadi Bethlehemu. Kwa kawaida, tukiangalia kila mtu anaweza akanungunika, hata Yosefu na Maria wangenungunika. Sasa mbona tunaenda Bethlehemu? Mbona hangesubiri walau baada ya miezi michache? Huenda Maria angekuwa ameshajifungua. Lakini kumbe katika ile safari anaposema mfalme kwamba watu wahesabiwe, bila yeye kujua wala kukusudia, Mungu anafanya kazi kutimiliza yale aliyosema na nabii ya kwamba mkombozi atazaliwa Bethlehemu kumbe katika mambo ya kawaida ya kila siku unayoyafanya, Mungu anaendelea kutenda kazi na kutimiza ahadi zake katika maisha yako. Kristu tumaini letu. Yosefu angenungunika? Somo la kwanza ambalo tunajifunza, sisi wote tuna hamu ya kujazwa na Kristu, ya kukutana na huyu mtoto mchanga ambaye tunafurahia kuzaliwa kwake leo. Somo la kwanza, kama unataka kukutana na Kristu, lazima uwe na utii bila kunungunika. Mwambie mwenzako utii bila kunung'unika. Utii, kunung'unika. Yosefu hakunung'unika, wanaambiwa waende, anamchukua mke wake Maria wanaenda wote kwa pale kuhesabiwa, anapotii na hakunung'unika, Mungu alikuwa anatimiza mpango wa kwamba yaliyosemwa na manabii zamani kwamba atazaliwa Bethlehemu yanatimizwa katika maisha ya Yesu. Jamani, si wakati mwingi tunakosa kumkutana na Yesu? Tunakosa kumwona Yesu katika maisha yetu kwa sababu ya kukosa utii, jambo la kwanza, na kwa sababu ya manung'uniko. Unaponung'unika kwa sababu ya hali yako, unachomwambia Mungu ni kwamba najua kile ambacho ni kizuri, hapa umekosea, ungefanya afadhali kushinda hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wa Israeli walikosa kumwona Mungu katika maisha yao kwa sababu ya dhambi ya kunung'unika. Kila wakati unapopitia katika changamoto huenda ikawa unachopitia ni kitu ambacho hakifai cha kawaida. Kuna viongozi waliokudhulumu, kuna viongozi wanaokunyima haki, lakini ujue ya kwamba kiongozi aliposema watu wahesabiwe, Yosefu bila kunungunika na Maria walikuwa wanatimiza mpango wa Mungu katika maisha yao. Dhambi ya kunungunika inamkasirisha Mungu sana, inamumiza Mungu kwa sababu ni kiburi kinachofanya tuone kana kwamba ninajua zaidi kushinda vile Mungu anavyojua. Hebu tumwombe Mungu msamaha kwa manung'uniko yetu yote ya mwaka huu. Wakati mwingine tumemwambia Mungu hapa pameenda vibaya, ungebadilisha, ingefanyika vizuri. Kitu cha kwanza tunachoambiwa leo, utii bila kunung'unika. Tukitii bila kunung'unika, tutaweza kukutana na Mungu. Na jambo la pili, wale wanaotokewa na malaika kuambiwa kwamba mtoto amezaliwa alikuwa ni kina nani? Wachungaji. Tunasoma kwamba wachungaji walikuwa wanaendelea kuyalinda kondoo zao usiku, yaani ni usiku wa manane, lakini bado ni waadilifu katika kazi wanayoifanya. Somo la pili tunaambiwa, jamani, uadilifu katika majukumu yako. Mwambie mwenzako, uadilifu katika majukumu yako, katika mambo ya kawaida unayofanya, labda siyo jambo kubwa sana wale wachungaji wanalofanya ni jambo la kawaida tu, wanaendelea kuangalia wana mbuzi pale, lakini wanapokuwa waadilifu, malaika anawatokea. Mungu hapendi wala hajitokezi kwa watu ambao ni wazembe. Kristo, hakikisha kuna kitu unachofanya, na kile unachofanya uhakikisha kwamba ni mpango wa Mungu. Hata mitume wanapoitwa walikuwa wanavua samaki, hakuwakuta watu ambao wamelala tu anapowatokea wachungaji. Wanakwaya, kama unataka kukutana na Mungu, hata nje hapa kanisa, tuendelee kusifu Kristu. Wewe katika maisha yako ya sala, hata usiseme kwamba nimeshamaliza. Fanya kila kitu katika maisha yako kuwa sala, huenda ikawa ni mambo ya kawaida unayofanya. Wala usiangalie kama kuna mtu anayekuangalia anayekupigia makofi au anayekutambua. Hapana, kifanye kwa sababu ni katikati yako na nani, na Mungu Wajibika ukijua kwamba labda binadamu watasahau yote ambayo ninayafanya, labda hakuna mtu anayeangalia jitihada zangu na kunipigia makofi, lakini yuko Mungu aliye binguni anayeangalia kazi yangu na ninajua ya kwamba hata kama itasahaulika, Mungu mwenyezi hataisahau. Kristo, katika mambo ya kawaida, Mungu anatutembelea, lakini tunakosa kuwa na wajibikaji. Hebu kumbuka mfano wa mtu mdogo tu kwa mfano mtu kama Rebeka yule ambaye ameenda akaamua kwamba afanye tendo la ukarimu, awape maji wale ngamia wa yule mtumishi. Katika tendo la kuwapa ngamia maji, jambo la kawaida tu, kuwajibika kwa kawaida, kumbe Mungu kupitia kwa huyu mtumishi anatafuta yule mwanamke atakayeingia katika ukoo wa Yesu, aolewe na Isaka mwanaye Ibrahimu. Katika jambo la kawaida, uwajibikaji wa kawaida Mungu mwenyewe anatafuta mtu ambaye atakaingia katika ukoo. Gideon anaenda kuambia kutafuta wanajeshi, anaambiwa na Mungu ya kwamba hawa wanajeshi ni wengi sana, wapunguze kwa sababu siwezi enda vita nao. Anauliza Mungu, nitawapunguzaje? Akaambiwa waambie, wanywe maji. Watakaokunywa maji kwa ulimi tu waweke kando, watakao kunywa maji kwa kutumia mikono, hao nimewachagua. Jambo la kawaida kama kunywa maji Mungu alikuwa anatafuta jeshi la taifa la Israeli. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Ajibika kwa yale unayoyafanya, kwa sababu hapo ndipo unakutana na Mungu katika maisha yako. Hata kama hakuna anayeona, yupo Mungu anayeona. wa wale wachungaji walikuwa wanajibika katika kazi yao usiku ule, katika kuwajibika usiku ule, malaika wa Bwana alikuwa anatafuta wale ambao wanawajibika Tunasoma katika Zaburi kwamba jicho la Mungu linawatafuta kwa kuona kama kuna watu wenye busara wanaomcha Mungu na kumtafuta Mungu. Jamani, tumsifi Yesu Kristo. Na jambo la tatu, Yesu anakuambia nipe mahali pa kupumzikia. Yesu amekuja katika, yani akajifanya kana kwamba ni maskini anapozaliwa leo, vyumba vimejaa, ng'ombe wanamsogea wanamwambia Bwana njoo pumzike hapa Mwanzo wa maisha yake Yesu anakaa katika katika zizi la ng'ombe, hori ya ng'ombe, hapo ndipo wanalala. Mwisho wa maisha yake, yani mwanzo ukiangalia inafurahisha sana. Mwanzo wa maisha yake, ng'ombe wanampatia mahali pa kuzaliwa Kristu. Mwisho wa maisha yake, nani atampatia mahali pa kuzikwa? Yosefu wa Arimathea. Maisha yake alijifanya kana kwamba ni maskini katika maisha yake ipo siku aliambiwa, alimwambia aliambiwa na kijana mmoja, Injili ya Luka sura ya tisa, nitakufuata popote uendapo. Akamwangalia yule kijana akamwambia, jamani, bweha wana mashimo na ndege wana viota, lakini mimi sina pa kulaza kichwa. Mbona nasema vile? Kwa sababu atakapolaza kichwa na atoshee na apumzike na aridhike ni ndani wa moyo wa kila binadamu. Yesu anakuambia leo, tunapoadhimisha Krismasi sio fumbo tu ama tukio la kihistoria lililofanyika miaka elfu mbili iliyopita hadi leo. Aliyezaliwa katika hori ya ng'ombe anakuangalia wewe mwenyewe uliyeketi katika ibada hii ya misa, anakuambia nipatie mahali pa kupumzikia, nipatie mahali ambapo nitalala, nipatie mahali ambapo nitaweza kulaza kichwa. Je, moyo wetu namna gani? Kile ambacho kinatupatia moyo siku ya leo ni kwamba usiogope kumpatia Yesu mahali pa kupumzikia, maana sio sisi wa kwanza wapo. Ukiangalia katika hori ya ng'ombe hakukuwa na chochote cha kupendeza katika ile hori ya ng'ombe. Kitu cha kwanza, kuna harufu mbaya sana. Kitu cha pili, kuna ng'ombe walio pale, sio mahali pa kupendeza. Huenda ikawa moyo wangu na mapungufu mengi, huenda ikawa familia yako ina shida na changamoto nyingi sana lakini Yesu anakuambia nipe mahali pa kupumzikia. Sikuaibika kukaa katika ile hori ya ng'ombe, sitaaibika kuja katika moyo wako, wala sitaaibika kuja katika familia yako. Mpe Yesu nafasi na mahali ambapo ataweza kupumzikia na aweze kuzaliwa ndani ya maisha yako. Lakini kuna mambo kadhaa yanayofanyika ndani ya ile hori ya ng'ombe, pale anapolazwa mtoto Yesu malaika anawaambia hii ndio ishara mtakayokuta mtoto mchanga amefunikwa kwa mavazi ya kitoto kwa nguo za kitoto, alafu amelazwa katika hori ya ng'ombe. Hakuna ambaye angetarajia ya kwamba Mungu atakaposhuka katika ulimwengu huu atalazwa katika hori ya ng'ombe, lakini jambo ambalo inalifundisha ni kwamba Mungu anapatikana pale usipotarajia kumpata. Kristo huyo jirani ambaye wakati mwingine namwangalia na, na ninamdharau, kumbe pale ndipo Mungu anapatikana. Huyu ambaye namwangalia na naona kana kwamba hafai, kumbe pale ndipo Mungu anapatikana. Katika hii hori ya ng'ombe kuna mambo machache ambayo yanatokea. Jambo la kwanza, Maria na wale wengine wanamtazama yule mtoto mchanga. Hebu kumbuka dhambi iliingia vipi katika maisha ya binadamu, ambaye amekuja kuiondoa huyu mwana wa Mungu anayezaliwa leo kulikuwa na Eva ambaye aliangalia tunda, akaona mti akaona unapendeza kwa macho, akaangalia mti kiumbe, akamsahau muumbaji, akaanza kupeana maisha yake kwa ule mti. Sasa Maria ambaye ni ukamilifu wa yule Eva ambaye hakutii, yuko katika ile hori ya ng'ombe, anamtazama mtoto Yesu. ukitaka kukutana na Yesu lililofanyika miaka elfu mbili bado linaendelea kufanyika katika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu hakutuacha katika Ekaristi Takatifu, bado yuko pamoja na sisi. Dhambi inaingia katika maisha yetu kwa kutazama kwa macho. Kama unataka utakatifu uingie katika maisha yako, leo hii tujifunze desturi ya kumtazama Yesu aliye katika Ekaristi Takatifu. Kristu tumaini letu. Maria yuko pale kwa niaba yetu sisi wote, anamtazama mtoto wake kwa niaba yetu sisi wote. Mtazamo uliofanywa na Eva ukatuangusha katika dhambi. Maria yuko pale kwa niaba yetu sisi wote, anamtazama mwanaye kwa uaminifu, na leo anachokwambia Yesu ni nitazame, tena na nitaweza kuingia katika maisha yako. Na jambo kitu cha pili kinachofanyika pale katika ile hori, kulikuwa na ng'ombe mimi nilikuwa na shangaa mbona Yesu hakuenda kuzaliwa katika labda nyumba ya wageni? Mbona inasemekana vizuri kuna ng'ombe? Kristu tumaini letu, Kristu katika agano la kale. Kuna mahali ambapo ng'ombe wanajaribu kuchukua utukufu wa Mungu katika agano la kale, wana wa Israeli walimtengeneza ndama wa dhahabu, wakamwambia wewe ndiye Mungu wetu, wakamwinamia wakamwabudu. Yesu anapozaliwa anawekwa katika hori ya ng'ombe, ng'ombe wanasimama pale, hata ng'ombe wenyewe wanainama, wanamwambia Mungu pole sana, tunaomba msamaha kwa sababu ipo siku tulichukua utukufu wako, Kristo. Hata wanyama wenyewe wanamwambia Yesu wanainama wote, wanaangalia wakiwa wameinama. Ng'ombe wanajua ipo siku tulifurahia sana wakati mfano wetu ndama wa dhahabu walitengenezwa, wakaimba, wakacheza, wakituabudu kana kwamba sisi ni Mungu. Sasa amekubali azaliwe katika hori ya ng'ombe, malipizi ameshaanza kufanyika kwa niaba yetu. Eva aliyetazama mti, Maria anamtazama mwanaye. Ng'ombe ambao walichukua utukufu wa Mungu kwa niaba yao, sasa ng'ombe wamemsogea, wamemwambia Bwana, njoo uzaliwe hapa anapozaliwa wanainama, wanaomba msamaha. Kwa sababu gani? Ipo siku tulikunyang'anya utukufu. Na kijambo la tatu ni kwamba alifunikwa na nguo za kitoto. Hebu kumbuka, wakati wanatenda dhambi wanajikuta kwamba wako uchi, ule uchi wa aibu, Mungu akawatengenezea nguo ya kuwafunika. Leo hii anapozaliwa kama kitoto kichanga, anafunikwa tena na nguo, sio kuziba uchi wa aibu lakini wa utakatifu. Jamani, katika maisha yako wote tunataka kukutana na Yesu katika maisha yako, kuanzia leo mtazame katika ekaristi takatifu. Jambo la kwanza na jambo la pili, mwambie mwenzako, toa sanamu zote zilizo ndani ya moyo. Kuna sanamu nyingi sana ambazo tumeweka ndani ya moyo wetu, Bwana hana mahali pa kupumzikia sanamu ilikuwa ni ndama wa dhahabu. Ni sanamu gani ambayo tumeweka ndani ya mioyo yetu? Kuna sanamu ambayo umeweka pale, labda ni familia yako, kwa sababu umeipenda zaidi ya vile unampenda Mungu. Labda ni kazi yako inakufanya ukose kumwabudu Mungu hata siku yake ya Dominika. Labda ni tamaa zangu zinazonitawala, nimeziweka pale kama sanamu, kitu ambacho hata yeye mwenyewe unasema hiki usiguze. Kile ambacho tumekipatia umuhimu sana katika maisha yetu kimechukua nafasi ya Mungu ni sanamu ambayo lazima tuitoe ili Mungu aweze kupata utukufu wetu. Na la tatu ni kwamba kuna uchi tulio nao kwa sababu ya dhambi, ule uchi tulio nao mwambie Yesu, njoo unifunike. Ulifunikwa na mavazi ya kitoto na wala hukuaibika kwa kuzaliwa kama mtoto mdogo. Yesu. Kama hukuogopa wala hukuona aibu kuzaliwa katika hori ya ng'ombe, mimi sioni aibu kukualika ndani ya moyo wako leo hii katika ibada hii ya misa. Watu wangapi wangetaka kupokea zawadi kutoka kwa Yesu? Vizuri. Watu wangapi wako tayari kukutolea, kumpatia Yesu zawadi fulani? Kwa kupokea sisi ni wepesi, lakini kwa kutoa tunakuwa wazemu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa swali ni hili Kabla ya hupokee zawadi, lazima umpe zawadi yako. Ni zawadi gani hii ambayo utampatia Yesu, imridhishe? Mwambie Yesu, wachungaji walikuja wakakuabudu. Baada ya siku kadhaa, wale mamajusi watakuja na manemane, watakuja na dhahabu, watakuja na ubani na wakuabudu. Mimi manemane sina, dhahabu sina, ubani sina lakini nina moyo uliovunjika. Yesu unataka tufanane nawe, unataka kuzaliwa ndani ya moyo huu, lakini moyo wangu una chuki, moyo wangu una hasira, moyo wangu kweli haupendezi. Mwambie Yesu, lakini kama harufu ya zizi la ng'ombe haikukusumbua, nina imani ya kuwa moyo wangu nikikupatia, haikutakusumbua hata kwa harufu yake ya dhambi. Kristo, huenda sipendezi lakini Yesu anakuambia si nilizaliwa kwenye hori ili ujue ya kwamba hata kama moyo wako una mapungufu na dhambi kiasi gani, mwanangu, nipe mahali pa kupumzika. Katika misa hii tunamwambia Yesu uliyezaliwa katika hori ya ng'ombe, Yesu ninakuomba uje uzaliwe ndani ya moyo wangu. Unampatia Yesu zawadi ya moyo wako na zawadi unayotaka kupokea kwa Yesu. Mwambie Yesu, huu moyo wangu hauwezi kupenda, nipe moyo wako. Yaani leo tunafanya mabadilishano, unampatia Yesu moyo wako, naye Yesu anakupatia moyo wake. Kristo tumaini letu. Je, Yesu anaweza kutupatia moyo wake? Mtakatifu Paulo alituambia katika waraka kwa Filipi sura ya pili, ile ule moyo uliokuwa ndani ya Kristo uwe ndani yenu, yani ule unyenyekevu. Mwambie Yesu, na moyo huu siwezi kupenda, nina udhaifu mwingi sana nina unyonge mwingi sana katika maisha yangu, lakini Krismasi hii nakuomba kitu kimoja, zawadi moja, nipe moyo wako na mimi nakupatia zawadi moja katika maisha eh, Yesu, nakupatia moyo wangu. Kama hakujisikia aibu kuzaliwa katika mahali ambapo hapapendezi, ukimpa moyo wako, hatasikia aibu kuupokea. Yesu hakuzaliwa kutufanya watu wema alizaliwa ili atuinue tufanane na Mungu. Mwambie Yesu, nakupatia moyo wangu, naomba unipe moyo wako. Naomba tuseme hiyo sala sisi wote, Krismasi hii e Yesu, e Yesu. nakupatia moyo wangu, na, kupatia moyo wangu. Na, kuomba unipe moyo wako na kuomba unipe moyo wako, basi ifanya kwa ishara e Yesu, e Yesu. nakupatia moyo wangu, na kupatia moyo wangu uliojaa chuki na hasira uliojaa kiburi na dhambi zingine, ja na dhambi zingine. Ee Yesu, ee Yesu, ninakuomba, nina unipe, unipe moyo wako. Tumsifu Yesu Kristo.